Sawa, la kwanza okay. So, si okay. Kwanza naomba msikilize, mm, vizuri kwenye hili swali. Swali nzuri sana. Ajira sio dhambi, sawa. na wapi sipode ajira Neva. Sawa, mi mwenyewe nimeajiriwa kwa miaka kumi kabla sijaanza kazi, sawa. Ehhe, sitafu kwenye kazi so za watu elfu mbili na ina kumi na tatu, kumi na mbili kumi na tatu jamani, akaamia kwenye mradi wangu huku nyuma natupia na, na pesa kule za kutoka kwenye mshahara na mtu mwingine anasimamia kwa nyabaya. Sawa, ashukuliwe Mungu, nilipata mtu mwaminifu. Yeremia tano moja nilisoma, Mungu anatafuta watu wenye wa sifa mbili sawa, atendae kwa haki na mwaminifu, haya mambo mawili ni adimu. Ndio maana watu wengi wamekwama. Kwa hiyo sisi tuteleze huku gorofani, sisi sisi tuwe wajanja, sawa. Si unajua Yesu ni mjanja? Matayo sita saba sitini na tatu, tumesema Yesu ni mjanja na kama Yesuani sisi. Kwa hiyo um, mshahara, pointi ya pili Mshahara ni mbegu. Mshahara ni nini? Eh, sio chakula. Yaani kama unakula mshahara wote hautoi au zaka, na hautoi asilimia kumi nyingine kwa ajili ya kuwekeza, sawa? Unakosea. Paulo anasema hivi kwa Korinto wa kwanza kumi na sita mstari wa pili kila juma mtu aweke akiba nyumbani kwake sawa sawa na uwezo wake, sawa, ili mambo mengine atakapokuja huko mbele usiakaike usitaabike na akiba yako. Kwa hiyo mradi pia utengee akiba, sawa. Wewe wakati umeajiriwa, tenga akiba kwa ajili ya mradi wako, sawa. Nimeshakwambia uandike, andika wazo lako, sawa, ujiandae, unaweka akiba Ikifika wakati wa utekelezaji lazima uwe makini sana. Sasa ile pesa imefika kwamba mradi wako sasa unatakiwa uanze, sawa, halo, uwe makini sana, inategemea na ile biashara ni kitu gani unaanzisha. Sawa, kama ni kubrashi viatu, lazima mtagawana na ile mtutakaemweka, sawa, maana ni ngumu kumonitor sana pea ngapi zimebrashiwa au zimeshowa Utakubali uimbiwe kidogo. Hata akina Ayubu alikuwa anaibiwa, Yakobo alikuwa anaibiwa, ndio maana nimpenda Yusufu. Maana Yusufu alikuwa wamechinja mbuzi wengi, sawa wa tumekula, lakini <laughs> yeye analeta ripoti. Na kwa hiyo pia ili uwe tajiri lazima uibiwe, uibiwe yani, kwa biwa sawa. Ila kwenye kuanza pale, kitu cha msingi sana ni msimamizi, usimamizi Swali sio chele sawa, alo sio la ujumla, ndiyo maana nimekupa namba, usiniogope, nipigie simu tushauriane kwa karibu. Siwezi kujibu jibu mmoja kwa kila mtu sawa. Anayefanya mama ntilie, anayefanya babalishe ni tofauti na anayeanzisha kampuni ya kuuza viwanja sawa, ni tofauti na anayefanya hususi tofauti na kitu kingine, tofauti na shule sawa. So, shule una meza ukaanza huko huko kwingine, kwa sababu so, jioni ukifika pale na kagua daftari, wanafunzi wangapi wameandikishwa, na ada ni kiasi gani, na waliolipa wali ni wangapi sawa. So, hata na mimi nafanya hivyo kule Dar es Salaam, najua sasa hivi na wanafunzi wangapi, najua ada ni kiasi gani, najua ukifika mwisho wa mwezi kama hawajamaliza kulipa ada, na nagombana na, na, na mwalimu malimi na nakwaji mwana kuna biashara zingine ni rahisi kumonita kusimamie ukiwa kazini sawa, zingine hamna, haiwezekani. Nikupe mfano project ya Mungu kumweka Adamu kwenye Edeni sawa, Mungu alikuwa anakagua kila siku kila siku yes. Yes. na walipo vuruga si biashara ketoka kudua yeah, hajawakuta Sawa, wamekula kona, wamekula tunda. Sawa, yes. Kuna mtu amenielewa, umepata point? Shika hizi haya maneno, sio yani. Siwezi kujibu kwa kila mmoja kwa sababu kila mmoja na wazo tofauti, sawa. Kwa hiyo wazo lako umechukua. Namba tuwe karibu, kama nataka mimi niwe netawako au utafuta mentor huko huko uliko, mtu ambaye anafanya kitu ambacho wewe unataka kufanya akusaidie. Mtu ambaye hana wivu atakuelekeza vizuri, sawa? E, ili somo somo refu, muda umeisha, naweza kuchukua swali we ninginedeashau mzeeatalibisha a jisie kue mwisho